Kuna mambo ya vyama ambazo zinatetea wafanyikazi, hapo kuna shida kubwa mm. <coughs> Ukiangalia mtu kama COTU brother Atwoli, tangu nizaliwe alikuwa hapo na sasa ako na sasa, na anasema niko hapa na atagombea tena mm. When will we have transformation when some of these COTU and these uh, uh, vyama vya wafanyikazi they go in bed with government. Yule anaumia ni mfanyikazi tumeona na tunajua, angalia nat angalia kupet, wakiangalia nat wakiona iko na nguvu, wanaipasua inakuwa kupet kupet. Ikiwa na nguvu itapasuliwa tena, na utaona mambo mengi ambayo yanaendelea, na pia nayo, kwa mfano. Kwa hivyo <coughs> jambo la kwanza, wengi wale ambao wanawakilisha wafanyikazi wanajiwakilisha wao wenyewe, wanaweza kuwa wanapewa bahasha, sijui wanaweza kuwa wanaenda hapo kwa manufaa yao wenyewe, sijui, lakini ukweli ni kwamba wafanyikazi wa Kenya hawajawakilishwa vizuri na vyama vyao.